Serikali inaendelea kuimarisha mpango huo katika kaunti ya Murang'a huku mradi wa, wa Makenji ukikaribia kukamilika. Takriban nyumba 220 zinatarajiwa kukabidhiwa wananchi kufikia Machi mwaka ujao. Hatua hiyo inalenga kuboresha makazi na ukuaji wa uchumi wa eneo hilo. Mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika eneo la Makenji, kaunti ya Murang'a, umefikia zaidi ya asilimia themanini ya utekelezaji. Wakati wa ukaguzi wa miradi ya serikali katika kaunti hiyo, kamishna wa kanda ya kati Joshua Nkanatha alieleza kuridhishwa na kasi ya kazi, huku akibainisha kuwa eneo la Makenji linafaa kwa wakazi wa Murang'a kusini, hususan wanaofanya kazi Thika na Nairobi of the

Uh, so far the project is at around 80% complete, and uh, we anticipate, God willing uh, resources available we should be done with this project latest March of next year. Tunaomba wa Kenya, wale wako na hera ama wale ambaye hawana hizi nyumba ni affordable. Ukichukua at 5% Ulipe dipositi ya 5%, alafu you own that house for 30 years, ukilipa polepole. Sijui kama kuna mahali nyingine utapata deal mzuri kama kushinda hiyo. So tusichelewe tukuje, tuchukue hizi nyumba na tumalize nini hiyo zikijengwa, zingine tuende tuchukue, zimejengewa sisi wa Kenya, sio watu wa kutoka nje.